Naitwa Crispin Kalinga, nipo ofisi ya mbunge wa jimbo la Njombe mjini kama mratibu lakini pia ni afisa mawasiliano na mahusiano kwa umma ndani ya jimbo hili letu la Njombe mjini. Kimsingi, kwanza tumefika hapa kwenye kitalu kwa ajili ya jambo kubwa moja la kukabidhi miti elfu kumi kwa wenzetu wa Njuwasa ambao walimwandikia Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini Mheshimiwa Deo Mwanyika kwa ajili ya kuomba kuwaunga mkono kama mdau wa masuala ya misitu eh, kupata wapatiwe miti elfu kumi eh, kwa ajili ya kwenda kupanda kwenye vyanzo nane vya maji kwenye jimbo hili la Njombe mjini ndio maana na sisi kama ofisi tulipokea barua yao, na kwa kuwa mbunge wetu Mheshimiwa Deo Mwanyika ni mdau mkubwa wa masuala ya kimazingira, akaona anayo sababu ya kuhakikisha anatafuta miti elfu kumi ile ambayo walikuwa wameiomba kwenye ofisi yake, na leo hii tunawakabidhi kwa ajili ya kuhakikisha siku ya kesho inapandwa. Kimsingi siku ya kesho tarehe ishirini na saba Januari elfu mbili na ishirini na sita ni siku ya, kum, ya, ya, ya kumpongeza Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, eh, kwa kuzaliwa. Mheshimiwa rais alizaliwa tarehe 27 Januari, na sisi kama ofisi ya mbunge na wenzetu wa Njuwasa tumeona ni heshima kubwa eh, kumpongeza mheshimiwa rais kwa kisha tunapanda miti hii elfu kumi kwenye vyanzo vyetu vya maji. Nitumie nafasi hii kuwahamasisha wananchi wa Kibena, lakini pia wananchi wa maeneo mengine yote ya jirani kufika kwenye chanzo cha maji hiki cha Kibena kwa ajili ya kushiriki zoezi hili, lakini pia kuungana na mheshimiwa rais siku ya kesho. Tumesikia msemaji mkuu wa serikali akituelezea aki kwamba mheshimiwa rais atakuwa miongoni mwa wananchi wa kwanza Tanzania watahusika kwenye zoezi zima la upandaji wa miti siku hii ya kesho. Lakini kubwa zaidi, mheshimiwa mbunge ametuma salamu za pongezi kwa, kwa mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi e, ndani ya mji wa Njombe wa Njuwasa, kwa kuona ni kwa namna gani wameweka msisitizo na umuhimu mkubwa wa utunzaji wa miti hii. Kwa majina anaitwa Domitila Mwanyika, niko ofisi ya mali asili halmashauri ya mji wa Njombe. leo Tarehe 26 tunakabidhi miti kwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mheshimiwa Deo Mwanyika miti elfu kumi kwa ajili ya kwenda kupanda kwenye vyanzo vya maji. Tunaunga mkono jitihada za Njuwasa kwa uamuzi wao wa kwenda kupanda miti na, kutu, na kuisimamia vizuri. Hivyo tuko pamoja, tunaomba tuendelee ushirikiano. Am, kwa jina naitwa Musa Rupenza ni mkurugenzi wa shirika la One Voice Organization ambalo liko Njombe a, siku hii ya leo sisi kama shirika na ni wadau wa mazingira tunaunga mkono juhudi za mheshimiwa mbunge e, za kupanda miti. Kwa hivyo sisi kama shirika tunawahamasisha wananchi pamoja na wadau kushirikiana kutunza mazingira. Uharibifu wa mazingira umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hivyo wananchi wote na mamlaka zote za serikali lazima tuje kitu kimoja. Kwa hivyo tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kutoa jitihada zake kwa kuunganisha wadau pamoja na wananchi kwa siku ya kesho tunaomba wananchi wote washiriki zoezi la upandaji wa miti sasa sisi kama Njuwasa e, tuliona sasa tarehe 27 Januari b e, Januari siku ambayo ndiyo ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais e, tuifanye kama sehemu ya uzinduzi wa programu ambayo tutakuwa nayo programu ya miaka mitatu ambapo katika vyanzo vyetu vyote vinane tunategemea kupanda miti elfu themanini kwa maana ya kila chanzo tutapanda miti elfu kumi na kwa kuanzia mwaka huu, mwaka huu tumepanga kupanda miti elfu ishirini ambapo miti elfu kumi itapandwa kwenye chanzo cha Kibena na miti mingine elfu kumi tutaipanda kwenye chanzo cha Ijunilo. Kama mnavyofahamu chanzo chetu cha Ijunilo ni chanzo kipya ambacho kimekamilika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Uwekezaji huu tusipoulinda kwa kufanya shughuli ambazo zitarudisha uwezo wa vyanzo vyetu vya kuzalisha maji, maana yake ni nini? Bilioni hamsini na mbili fedha ambazo zimewekezwa na serikali ya Jamhuri ya Tanzania zitakuwa hazina maana, kwa sababu utakuwa umewekeza miundo mbinu lakini huna uwezo wa kuzalisha maji ambayo Miundombinu imejengwa kwa ajili ya kukusanya hayo maji. Kwa hiyo ndiyo maana sasa tukasema tuje na programu ya kuhakikisha tunavirudishia uwezo vyanzo hivi. Na njia pekee ya kurudisha uwezo, uwezo wa kuzalisha maji kwenye hivi vyanzo ni upandaji wa miti rafiki.